1998 na CSV aina ya Toyota IST rangi ya silver iliyokuwa ikiendeshwa na dereva Musa Jowela Elton mwenye umri wa miaka 38. Huyu ni fundi wa ujenzi na mkazi wa Tunduma, wilaya ya Momba ambaye alikuwa anatoka kijiji cha Shiminga kuelekea Tunduma. Gari hilo liligonga sehemu ya ubavuni mwa gari mingine tela lenye namba za usajili T 758 AQP na Kevin, Kevin, na tuna lake T 704 AKH aina ya Scania mali ya bwana Arafat Raza lada, limekuwa limeegeshwa upande wa kushoto mwa barabara baada ya kupata hitilafu yalikuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Tunduma na kusababisha vifo vya watu wawili, ambao wa kwanza ni Queen Watson Sampamba mwenye umri wa miaka 36, na Was Badon Mgala mwenye umri wa miaka 42, wote ni wafanyabiashara na wa wakazi wa Tunduma la ya Momo. Aidha, katika ajali hiyo dereva wa gari dogo Musa Njewela anaumia sehemu mbalimbali za mwili na anapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Mbozi, huku magari yote mawili e, yakiwa yameharibika ame, ame vibaya. Baada ya ajali hiyo ya kwanza, dakika chache baadaye sehemu hiyo hiyo, hiyo, ilitokea ajali nyingine iliyohusisha gari namba za usajili T 425 EEV 5 n ev aina ya Toyota Surf kabichi yenye yenye rangi nyeusi iliyokuwa ikiendeshwa na Bwana Abdu Rugano Makapesa mwenye umri wa miaka hamsini. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Mpemba wilaya ya Momba ambaye alikuwa anatokea mkoa wa Mbeya kuelekea Tunduma. Gari hilo liligongwa kwa nyuma ai ele ya mwanzo nao taja stana namba t758 na A A q B, na t74akh iliyokuwa limehusika katika ile ajali ya kwanza na kusababisha vifo vya watu wawili na majeruhi wanne kama ifuatavyo. Waliofariki ni Emmanuel John Mwangemile mwenye umri wa miaka 55 na Emmanuel Martin Kandonga huyu ana umri wa miaka 50, na ni afisa elimu wa kata ya Mpemba, wote wakazi wa Mpemba wilaya ya Momba. Majeruhi manne katika ajali hiyo wa kwanza anaitwa Winfrida Bakari Mandule umri wa miaka 30, Mary Saint John Kimpa mwenye umri wa miaka 21, Sus Mwakabonga huyu ana umri wa miaka 28, Elisha Matoka Sindwani umri wa miaka 30, wote wafanyabiashara na wakazi wa Mpemba wilaya mo. Majuri wote wanapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa Wasongo taarifa kwamba wanaendelea vizuri afya eh, zao zinaendelea kuimarika. Chanzo cha ajali hiyo zote mbili ni mwendo kasi, eh, kwa Toyota Safu pamoja na gari ndogo. Lakini dereva abudu wakapesa wa gari hiyo ya pili Toyota Safu alitoroka mara tu baada ya tukio, na jeshi la polisi imeendea na jitihada za kumsaka ili aweze kupatikana na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Jeshi la polisi ya mkoa wa Songwe tunapenda kutoa wito kwa madereva wote wanaotumia barabara kuu hii ya Tunduma Mbeya, Tunduma, na barabara nyingine kuwa makini, kuwa makini na kuzingatia sheria, alama na michoro ya usalama barabarani, kwani barabara hiyo ni mbamba na magari bado ni mengi. Kijua e, kabisa kwamba mkoa wetu ni lango la Sadek na tuna magari mengi containers zinaharibika barabarani, kwa hiyo wanapaswa kuchukua tahadhari ya hali ya juu sana. Sisi kama jeshi la Polisi mkasou tutaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao wanakiuka sheria za usalama barabarani.